Sema kama tunaanzisha umoja basi tuwe na uongozi wa kuchaguliwa, sio wa kujiteua, na uongozi huu utachaguliwa na wanachama wenyewe kwa wanachama. Ndio hayo baadhi mafanikio ambayo katiba alikuwa anasoma hapa kwamba moja ya mafanikio ya taasisi hii ya umoja tulifanikiwa kuchagua viongozi wetu tunaowataka, na mimi ni mmoja wa faida hizo. Sikuwepo huko, nilichaguliwa kutoka katika umoja wa wanachama wenyewe na tulifanya kampeni, waliokuwepo mliona ilikuwa kampeni kubwa sana, na tunashukuru Mwenyezi Mungu na mimi nikapata bahati kwa mwenyekiti na uongozo kachaguliwa kwa, kwa ku fast forward, moja ya mafanikio mengine ambayo katibu ameyasema hapa na napenda kuya highlight kwamba viongozi wa umoja wetu mliowachagua nyinyi wanafanya kazi day and night, something that you don't know, yaliyo mimi naomba niweke wazi na hawalipi Day and night, ukipiga simu wewe kwamba ina matatizo registration shashe namba yako, hapo hapo unasaidiwa, hapo hamna kesho, hapo hapo unasaidiwa, that's excellent job ambayo watu wa bilioni miande. Ukiwa na shughuli yoyote ya kijamii ukapiga simu katika uongozi umoja uongozi, unashirikiana wanajiorganize, wanakuja kukusaidia. Kwanza naomba mwelewe kitu, taasisi ya umoja iko vizuri. Uongozi mnawachagua wanafanya kazi kwa weledi mkubwa sana, kuhakikisha hii taasisi ya umoja inaenda mbele zaidi na inakua kubwa zaidi. Eh, kwanza kwanza, nitoe kidogo eh, utangulizi kwa watu ambao wamefika sahizi, kwa wengi migia sasa hivi, e, hapa ukumbini

innwawaln lakini, e, lakini pia tuna ugeni wa kutoka taasisi mbalimbali ambazo wako hapa, na wasimame na wasalimie. Tuna ugeni kutoka uchumi utumi globo, mwenyekiti asimame asalimie, lakini pia tuna ugeni kutoka Tizayuke, kama yuko hapo. Kaka James. Tizayuke. Okay. A e, tuna watu wengi wanamfahamu kama e, Alan Kaliga e, na anadukilizeni shirikisho na na Hamidu City kaka popote ulipo, hao wote wataongea baadaye. Nimesema introduction ili mfahamu tuko nao hapa, just in case eh. Tunarudi kwenye taasisi kwa wageni walikuwa na wengine wote eh, Umoja nitoe introduction kidogo. Umoja ni taasisi ambayo imeanza mwaka jana.